Na bwana, hii imetokea kama coincidence, tunaweza kusema hivyo, yaani ni kitu ambacho kimetokea kwa bahati mbaya bila kutegemea. Ni kwamba tunafahamu kwamba Jux alikuwaaga na girlfriend wake ambaye anafahamika kwa jina la Vanessa Mde, huyu ni mtanzania lakini, pia kuna mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Pricy ambaye huyu sasa ndio official wife wa Juma Jux. Sasa kitu ambacho nimekuambia kwamba ni coincidence au kimetokea bila kutarajia ni kwamba ni kawaida kwamba watu wengi sana uoga wanawalinganishaga mpenzi mpya na wa zamani, yani mashabiki hususan kwenye upande wa mahusiano wa mastaa, wakiona staa ame, ame move on, alikuwa na, na girlfriend yake wakaachana, alafu aka move on kwa girlfriend, kwa mwanamke mwingine, wanaanza kulinganisha, je, huyu wa sasa hivi na huyu wa zamani, nani mkali kwenye certain criteria, ni katika eneo tofauti tofauti, labda uzuri, kuongea, utajiri, muonekano, kuvaa, fashion na vitu vingine kama hivyo. So, hiki ndo kilichomkuta Vanessa na Pricy siku hii ya leo ni kwamba kwa bahati nzuri au mbaya. E, wote walikuwa wameshawahi kuvaa gauni moja hivi jeusi, alafu lina vispoti spoti vyekundu na katika haya magauni bwana, ni kwamba yanafanana. Pricy naye pia amevaa gauni kama hilo hivi karibuni. Vanessa hili gauni alilivaa mnamo Februari tarehe 28, alafu Pricy ambaye sasa hivi ndio mke wa Jux wa sasa hivi, Vanessa ni ex wake huyu Pricy ambaye ni mke wa sasa hivi wa Jux amelivaa gauni hili mnamo mnamo tarehe ya March 13. Umeona, eh, yani huyu Pricy amekuja kulivaa baada ya Vanessa kulivaa kama mwezi mmoja kabla. Sasa nguo zinafanana mm? Wadau wameanzisha mjadala huko mtandaoni kwamba nani aliyependeza zaidi. Umeona bwana, eh eh, wanakuambia bwana, nimenunua nguo kama ya exi, wa mume wake ila Pricy ni mke wa Jux. Kuna mtu ameandika hivyo. Sasa kwenye comment hapa, watu ndo wamekuja kusema nani aliyependeza. Kuna mtu amesema, bwana, Pricy kiukweli amependeza, beautiful princess, prisi. Kuna wa Nigeria hapa pia wamekuja ku comment vilevile Mrs. Hadiza Mkambala wakiwa na maanisha Pricy. Hao ni wanaejera wamekuja kucomment hapa wanasema kwamba Pricy ndiye aliyependeza zaidi kuliko Vanessa. Ukiwa kama mdau ukitazama na wewe una kipi cha kutuambia? Weka maoni yako katika comment section unahisi kwamba nani amependeza zaidi? Tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.